Katika kuhakikisha vijiji vilivyopo pembezoni mwa hifadhi vinanufaika na shughuli za uhifadhi, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imekabidhi madawati 150 kwa shule za msingi wilayani Bariadi mkoani Simiyu ambapo itasaidia kutatua changamoto za wanafunzi kukaa chini. Akipokea madawati hayo mkuu wa wilaya ya Bariadi kutoka kwa kaimu kamanda wa uhifadhi kanda ya Ziwa Mark Chua, ambapo kaimu kamanda huyo amesema TAWA imejizatiti kuhakikisha inaendelea kurudisha faida zinazotokana na uhifadhi kwa jamii zilizopo pembezoni mwa hifadhi huku akitoa rai kwa wananchi kuacha tabia ya kufanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya hifadhi. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba huu na ni manufaa ya moja kwa moja ambayo yanaenda kwa jamii inayozunguka eneo letu. Rai yangu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa wananchi ni kuendelea kushirikiana na sisi kuhifadhi rasilimali hizi za wanyamapori. Kama tunavyofahamu, eh, utalii, shughuli za utalii zinachangia zaidi ya asilimia 21, ya fedha za kigeni, lakini pia zinasaidia jamii kwenye shughuli za maendeleo, hivyo ni vizuri wananchi wakashiriki moja kwa moja, kwa sababu sisi tunafanya hii kazi kwa niaba ya watanzania wote. Kwa hiyo washiriki moja kwa moja kwenye uhifadhi kwa kuwafichua wale watu wote ambao wanafanya shughuli za uhalifu kwenye hayo maeneo, lakini pia kuacha kufanya shughuli za kibinadamu kwenye hayo maeneo ya hifadhi. Kwa kufanya hivyo, hifadhi zetu zitaimarika na rasilimali hiyo itatumika kwa ajili ya kutusaidia sisi lakini pia na vizazi vijavyo. Kamati ilibaini ilibaini kuwa kulikuwa na uhitaji wa madawati, kulikuwa na uhitaji wa madawati vijiji vyote sita. Kulingana na bajeti ya kamati, tulikubaliana kutengeneza madawati mia moja hamsini ya shule za msingi ambayo yatagawiwa katika shule tano. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Bariadi Simon Simalenga akawataka wasimamizi wa shule hizo kutunza madawati yaliyotolewa na TAWA pamoja na kufanyia ukarabati madawati yaliyoharibika. Tukayatunze haya madawati, tukayatunze kwa sababu uhitaji wa madawati kwa watoto tulionao ni mkubwa sana, madawati haya yakatunzwe Ukifuatilia kwenye shule zetu nyingi za msingi na hata sekondari, ni kawaida kukuta kuna vyumba ambavyo wanafunzi wanasomea, halafu kuna chumba kimewekwa kwa ajili ya kuweka madawati mabovu. Sasa madawati mabovu ambayo yanatokea yameharibika, basi yatengenezwe, tujitahidi yatengenezwe, na haya yaliyoletwa yatunzwe, ili yaendelee kuwasaidia wananchi na tusiwakatishe tamaa wadau hawa ambao wanajitoa kuhakikisha madawati haya yanafika kwa wanafunzi wetu na waweze kuyatumia vizuri, kwa sababu tumeshatoka kwenye zama za watoto kukaa chini, watoto kukaa kwenye mawe huko tulishatoka. Baadhi ya wa wazazi pamoja na wanafunzi wameishukuru TAWA kwa kuwapatia madawati ambayo yataondoa changamoto ya wanafunzi kukaa chini. Tunashukuru sana TAWA kutuletea madawati. Watoto wetu walikuwa wanateseka sana, walikuwa wanakaa chini, lakini sasa walikuwa wanakalia mawe, lakini sasa tunashukuru sa, sa, sana ia mizigo tunajitahidi kuchanga, lakini tunashukuru sana, tunashukuru tano na tunaiomba iwe na, iwe na moyo hiyo, na sisi tutazidi kuyatunza mazingira ya pori, tutahimiza watoto wetu ili wasiingie porini kuharibu ma misitu, wanyama. Tutahimiza watoto wetu. Tunaishukuru TAWA kwa kutuletea madawati. Kipindi madawati hajaleto tukikuwa tunakaa chini, tukikuwa tunapata shida sana. Asanteni, tunawashukuru kwa kutuletea madawati. Madawati hayo yaliyotolewa na TAWA yatakuwa sehemu ya kupunguza changamoto ya uhaba wa madawati, hali ambayo inapelekea baadhi ya wanafunzi kusoma wakiwa chini au kwenye mawe.